Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali, Tytan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share ili familia ya Tytan Films iendelee kukua. Sapoti yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu, simulizi, hadithi bora. Tuanze. Hakuna aliyedhani jambo hilo lingeanzia hospitali ile ile iliyojulikana kwa nidhamu na taaluma. Lakini siku moja hali ilianza kubadilika taratibu, kimya kimya. Ilianza kama minong'ono midogo midogo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Manesi walikuwa wanatazamana kwa macho ya maswali. Baadhi walikaa kimya. Wengine walizungumza kwa sauti ya chini sana. Kila mmoja alikuwa na hofu yake. Lakini kulikuwa na kitu kimoja kilichowafanya wote wawe na wasiwasi. Dalili zilizofanana. Mmoja baada ya mwingine, manesi walianza kugundua wako kwenye hali ile ile. Muda wa ujauzito haukuwa tofauti sana. Na kadri siku zilivyopita, idadi iliongezeka. Sio wawili, sio watatu, mpaka ukweli ukaanza kuonekana wazi: manesi 15. Kilichoshtua zaidi hakikuwa idadi pekee. Ilikuwa ni jina moja lililokuwa linatajwa kwa tahadhari kubwa, jina la daktari mmoja, aliyekuwa anaheshimiwa, aliyekuwa akiaminiwa, na ambaye hakuna aliyewahi kumtilia shaka. Daktari huyo alikuwa maarufu kwa ukarimu wake. Alionekana karibu na wafanyakazi wote, alijua kusikiliza, alijua kutia moyo, na kwa nje hakuna aliyedhani kungekuwa na tatizo lolote lakini kadri siku zilivyopita hali ya hofu ilitanda hospitalini. Baadhi ya manesi walianza kuomba uhamisho, wengine walichukua likizo za ghafla, na baadhi walilia kimya kimya, wakihofia kesho yao. Uongozi wa hospitali ulianza kuhisi presha. Tetesi zilianza kuvuka kuta za hospitali. Swali kubwa likaanza kuzunguka: Iliwezekanaje jambo kubwa kiasi hiki lifichike kwa muda mrefu? Na kama ni kweli, nani angewajibika? Wakati huo huo, daktari aliyekuwa katikati ya minong'ono aliendelea na kazi zake kama kawaida. Alikuwa mtulivu, hakutoa maelezo, hakujitetea. Lakini nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na ukweli mzito uliokuwa ukisubiri kujitokeza na hospitali ile, iliyokuwa mahali pa kuokoa maisha, ilikuwa inakaribia kuwa kitovu cha sakata kubwa ambalo lingeweza kubadilisha maisha ya watu wengi. Mwisho wa sehemu ya kwanza ndiyo mwanzo mzuri wa sehemu ya pili. Ko, usichoke kutufuatilia na kusubscribe kwenye channel yetu Titan Films TZ. Asante.